Na manufaa mingi sana. Idadi kubwa ya wakazi wa Mambrui kaunti ya Kilifi wameshirikiana na wadau mbalimbali wa utalii kwenye zoezi la kusafisha ufuo wa bahari katika eneo hilo. Eneo la Mamburi eh, limekuwa likivutia watalii wengi wa humu nchini na hata nje ya nchi kutokana na mandhari yake mazuri pamoja na mchanga safi uliowachochea wakazi kulipatia eneo hilo jina la Dubai Ndogo. Wakazi hao zaidi ya mia tatu wajitokeza kila Jumamosi kusafisha ufuo huo. Tumejitolea kusafisha hii bahari na hawa wakina mama, kwa sababu hapa Mambrui watu wengi wanakuja sana kwa utalii, hasa kule kwa dunes, na tukaamua tuweke hii bahari iwe clean ndio watu wageni wakitoka Nairobi wakitoka kule waje wakute bahari iko sawa. this is a small example of what we can do with the recycled material. Recycle material is not, is not only dust and something to throw can be reutilized in a nice way used by the people to create art pieces. Nadhani mnaona tuna vindoo hapa, ndoo kidogo sana na tuko wengi humu. Kando kando muna miba kadhaa, baadhi ya miba ambayo ukigusa tunachomwa mikono yetu, hatuna gloves, hatuna vifaa vya kutusaidia katika hii kazi yetu ya kusafisha ufuo. Kama mnavyoona, kina mama tunasafisha majumbani kwa sababu tunajali usafi, tunajali afya. Hata hawa samaki ama wanyama wanaokaa wa huku baharini wanahitaji usafi. Gavana wa Kwale Fatuma